Inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja amesema tayari wamewatuma maafisa wa usalama kwenye barabara kuu humu nchini kuhakikisha mfumo wa kulipa faini mara moja kwa madereva wanaovunja sheria unaanza msimu huu wa sikukuu. Ni shughuli ambayo tayari imeanza katika baadhi ya barabara kuu ikiwemo ile ya Nairobi kuelekea Nakuru. Mwanahabari wetu Gatete Njoroge anaarifu kuhusu mikakati hiyo inayotarajiwa kupunguza maafa ya barabarani yaliyoongezeka katika majuma machache yaliyopita. Wakenya wakiwa mbioni tayari kwa msimu wa sikukuu, asasi za kiusalama na idara ya mahakama zimeanza maandalizi ya kuweka mahakama kwenye barabara kuu zitakazotumika kuwatoza faini madereva wakaidi. Mpango huo uliotangazwa jana na baraza la utekelezaji wa haki linaloongozwa na jaji mkuu Martha Koome unatarajiwa kuhakikisha usalama barabarani msimu huu. Kanja anasema wataangazia kwa karibu barabara ya Nairobi Nakuru ambayo kwa wakati mwingi hushuhudia msongamano mkubwa wa magari. One life lost is one too many. Haya yamejiri huku mahakama tamba zikianza kazi kuhakikisha usalama. Mfano barabara hii ya Nanyuki na Rumuru maafisa wako ange kuwakabili wakaidi. Barabara ya Bomet kuelekea Sotik, shughuli hii pia imeanza. Aidha, ni shughuli ambayo imeendelea kwenye barabara kadhaa za Kisumu na hata Nakuru kama kwa mfano tukiweka traffic road blocks, watu watakuwa wanachekiwa aidadi ya watu ndani ya basi, tunaangalia dereva, je, ni mlevi ama yuko salama. Mikakati kama hiyo inaweza kusaidia. Takwimu za hivi punde zinaonyesha Wakenya 1470 wamefariki katika ajali za barabarani kati ya Januari mosi na Disemba tarehe 15. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.